Maafisa wa usalama wameokoa watu 57 kutoka kanisa la St. Joseph Missions of Africa eneo la Rongo, kaunti ya Migori. Maafisa hao walivamia kanisa hilo baada ya watu wawili kufariki wakitafuta uponyaji kanisani. Aidha, kizaazaa kilishuhudiwa katika hospitali ya Rongo pale walipo okole, waliookolewa, walipokataa matibabu, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Marian Nyambura. Maafisa wa usalama kutoka kituo cha polisi cha Kamagambo walifika kwenye kanisa la St. Joseph Missions of Africa eneo bunge la Rongo, kaunti ya Migori Jumatatu usiku baada ya kupata taarifa kuhusu kifo cha mwanamume mmoja ambaye mwili wake ulipatikana kanisani ukiwa na majeraha, saa chache kabla ya maafisa wa polisi kufika. Mwili wa pili ulikuwa umeondolewa katika kanisa hilo. Vifo hivyo viwili tatanishi vikichangia msako mkali kufanywa katika kanisa hilo. mm Protect my body from the outsiders. Don't let my brothers come and take out my body outside this compound. Unataka no, kwenda hospitali wakasema imani yao inatosha na kama ni kifo Mungu amejua hiyo ndio njia yao ya kwenda binguni. Sasa mnataka sisi tulazimishe mtu, lakini amejua imani yake na ameshika imani yake. Na kweli ningesema kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha lakini Chanzo cha kupoteza maisha hatuwezi kusema sahi, because will be postmortem, so tutangojea mpaka postmortem ifanye ndio tujue nini kimefanya wakapoteza maisha. Maafisa hao waliwaokoa watu hamsini na saba waliokuwa wamejifungia katika kanisa hilo, and we have managed to rescue 57 persons in this church, ambao wengi wanachukuliwa hospitali waende wafanyiwe uchunguzi, alafu kesho ndio tutapanga the way forward ambapo tuko itachungwa leo kwa ile mali ambayo ripoti za polisi zinaarifu kuwa washirika hao walikuwa wanaonekana kuwa wagonjwa na dhaifu, washirika hao na hata watoto wakiwa wenye umri wa kati ya miaka minane na sabini na tano. Washirika waliookolewa walifikishwa katika hospitali ya Rongo kwa matibabu. Hospitalini kizaazaa kilishuhudiwa, kwani washirika wote hawakukubali kufanyiwa uchunguzi wowote wa, wa matibabu. Maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi kubaini kilichojiri. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.